Tanzania na Burundi imekuwa ni nchi ambazo zina mahusiano mazuri na ukiangalia, tumekuwa Watanzania wengi wanasafiri kwenda Burundi kwa shughuli mbali mbali, lakini pia wananchi wa Burundi wanakuja kwa wingi Tanzania kwa shughuli mbali mbali. Hii yote ni kuenzi mahusiano mazuri tuliyokuwa nayo. Katika kuenzi mahusiano tulionayo, swala la usalama ni la muhimu na namba moja, ili kuweza kukuza uchumi wa nchi zetu mbili. Ukiangalia katika mahusiano tulionayo yanaanzia pia katika mahusiano ya Afrika Mashariki ambapo yanaruhusu pia Protokoli tulizonazo naruhusu wananchi wa Tanzania na wananchi wa Burundi kusafiri kutoka nchi moja kwenda nchi nyingine bila kipingamizi, lakini pia mtu kutoka nchi moja kati ya hizi nchi mbili zetu tulizonazo kuja kufanya kazi au kuanzisha makazi katika nchi, lakini pia kwa kufuata sheria na kanuni na taratibu zilizowekwa. Lakini kama vile bado haitoshi Global Compact for Migration ambayo pia inasisitiza sana raia wa nchi yoyote kusafiri kutoka nchi moja kwenda nyingine, kuhakikisha kwamba kunakuwa na utaratibu maalum, kunakuwa ni usi, uhamiaji wa au usafiri wa usalama, lakini pia kwa kufata sheria, ili kuweza kukuza mahusiano kati ya nchi na nchi katika mahusiano ya dunia. Kwa maana hii sasa, ili nchi hizi ziendelee, katika nchi yote duniani, kwamba lazima kuwepo na uhamiaji unaodhibitiwa, lakini unaowezeshwa kwa kutumia sheria, taratibu na kanuni siku zote tunaona katika dunia kukiwa na uhamiaji, masuala ya kiuhamiaji ni sehemu mojawapo katika dunia yote yanazungumzwa ili kuleta maendeleo. Kwa hiyo uhamiaji ukiwa umewekwa vizuri unaleta maendeleo katika nchi, lakini uhamiaji kusipowezwa kuwekwa vizuri na kudhibitiwa vizuri au kuwezeshwa vizuri, basi masuala ya uhamiaji yanakuwa hatarishi katika nchi yoyote. Sasa, kwa kuzingatia jambo hilo, na nchi yoyote duniani, wakati inaendelea kwenye uchaguzi mkuu, swala la uhamiaji limekuwa ni swala kubwa sana duniani katika nchi nyingi, na kama tunavyoelewa na sisi tunaelekea kwenye uchaguzi, swala la uhamiaji ni lazima pia liwekwe, tuhakikisha kwamba kunakuwa na usalama na watu wanaotoka na watu wanaoingia wanafuata taratibu na sheria. Katika kikao chetu hiki, kama nilivyosema awali, mahusiano mazuri tulio nayo ya nchi ya Tanzania na nchi ya Burundi imekuwa ni muhimu, leo kuweza kufika hapa kuweza kuweza kudiscuss, kushauriana na kuweza kupanga mikakati muhimu kuhakikisha masuala ya uhamiaji katika nchi yanafanyika vizuri kuhakikisha kuna kuwa na usalama lakini unaleta maendeleo katika nchi zetu zote hizi mbili. Kwa hiyo leo tuna furaha tumekutana na ndugu zetu kutoka Burundi ambapo tutakuwa na kikao hiki kuweza kuimarisha mikakati ya kuongeza usalama na kuleta maendeleo kupitia katika masuala ya uhamiaji. Ulivyosema Burundi na Tanzania tuna uhusiano mzuri kwa kihistoria kwa muda mrefu sana, na ndio sababu lazima tuendelee kudumisha uhusiano huu mpaka mpaka milele. Mheshimiwa Diji Gisi ulivyosema ulivyo uhamiaji halali kwenye mipaka yetu inaleta changamoto. Na ndiyo maana tulikuja hapa tuongee macho kwa macho ili tupate suluhishi ya, ya kutosha kwa sababu gisi ulivyosema, kama watu wanatembea kiholela wanaharibisha uh, kibiashara wanaleta mambo ma, masio mazuri. Wakati niliona ili barua ya kutwalika, nilipendelea magavana wakuje na sisi, kwa sababu wao ndo wanajua mengi kushinda sisi kwa sababu Uh, watu wengi wanapitia njia mbalimbali mbali, na njia zenye hazijulikane, sisi tunasema sana sana njia za panya. Na hao sasa hao wa wagavana ndo wanajua mengi, tutasaidiana jinsi tunaweza kupata solution ya, ya, ya kudumu katika jamii yetu ya Afrika Mashariki tunazungumza tuna kama watu wanapasha kutembea vizuri, lakini kama mlivyosema kutembea vizuri mtu anapasha kuwa na, na vitambulisho. Tulishaona watu wengi wanatembea bila vitambulisho. Kuna wakati tulikuwa na vitambulisho, tulikuwa tunaita ujirani mwema lakini kwa sasa tunaona vimesimama kidogo, na hiyo sasa tuta, tutaendelea kuiongelea kwa kikao hiki. Wa gavana hapa niko na gavana wa Rutana na gavana wa Makamba, wanasimamia wengine wa gavana kwa sababu siku hizi tulikuwa na uchaguzi wengi wako mwa hiyo kazi ya, ya, ya, ya changamoto ya uchaguzi, au sasa wawili watasimamia wengine kwa sababu uh, mpaka wa Burundi na Tanzania tuko, tulikuwa na mikoa Makamba, Rutana, Ruyigi, Chankuzo na, na Muyinga. Kwa sasa hivi nyuma ya hii uchaguzi itakuwa itakuwa mikoa miwili kwa sababu hivi mikoa inapunguka, itakuwa mikoa miwili tangu mwezi wa saba. Hii mwezi wa saba tunaanza kesho mbele. Tulikuwa na mikoa kumi na munani, kwa sasa hivi inakuwa mikoa tano wa nchi yote mzima, ndio sasa ili swala jinsi mlivyosema, tulipenda tukuje tuikae macho kwa macho tuliongee, kwa sababu vikao vingi vilipitia kupitia Kigoma na ingini mikoa mbalimbali, lakini hiyo changamoto inaendelea. Sasa tunataka tu, tu, tu, tu, tufanye je ili hiyo changamoto ishe, kwa sababu kisi mlivyosema hii mambo inatuletea matatizo fulani fulani, tunapaswa sasa ishe. Kwa hayo yote tuko, tuko pamoja na tutaweza kulimalisha mkuu wa mkoa wa Rutana, e, naitwa Olivier Nibitanga. Sasa hivi tunashukuru Mungu kuwa tunafika hapa Dar es Salaam. e, tunaongea kuhusu e, maswali ya uhamiaji e, sisi Burundi e, tushaona, tushaingia kwenye East African Community e, kuvuka kutoka Burundi na kuvuka kwa upande wa pili hatuna shida na e, na sheria inasema kuvuka hatuna shida, lakini inaonekana kuvuka bila vitambulisho ama bila vibali vyovyote biyo eh, ni marufuku vizuri. eh, kila mtu avuke ana vitambulisho, avuke anafuata sheria eh. sasa hivi hatujakuwa na tatizo sana, lakini inaonekana kuna watu ambao eh, wanatoka Burundi wanaingia upande wa pili eh, tushaanza kwa kufanya e, e, mikutano ila tua, tuambie ni kipi ambacho tunaweza tukafanya, ila kuvuka isiwe tatizo am, y, y, kuvuka isiwe tatizo kuvuka iwe, iwe faida. Sasa kwa, kwa kuvuka inaweza ikawa faida kwa, e, kwa uchuruzi kwa, kwa kuzunguruka yoyote ile, lakini ukivuka vibaya inaweza ikaleta tatizo. Sasa hivi ndo tunasema kila mtu ajue kwamba kuvuka mipaka mpaka mtu afuate sheria.